Channel 10. Wadau mbalimbali wameanza kuunga mkono juhudi za serikali za kuifanya Tanzania kuwa ni nchi ya viwanda kwa kuanzisha viwanda vidogo vidogo vya bidhaa za kilimo, huku wakulima wakulima wakikabiliwa na changamoto ya ushuru mkubwa wa mazao, hali ambayo inadidimiza jitihada hizo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Jim Mengele. Wilaya ya Kilombero na Ulanga ni miongoni mwa wilaya ambazo wakazi wengi hujihusisha na kilimo cha zao la mpunga ambapo kwa sasa watafaidika na mradi wa mashine kubwa ya kisasa ambayo ina uwezo wa kukoboa tani sabini kwa siku, lakini kilio kikubwa kwa wakulima hawa ni ongezeko la ushuru wa mageti ya halmashauri ambapo kwa sasa wanalipa shilingi elfu mbili mia tano kutoka bei ya awali ili kuwa shilingi elfu moja juu. Mm, afu sasa bado hapa kivukoni na hapo tunatoa hela. Kwa sababu sisi tunaumia wakulima wa chini kupitia mishuni midogo midogo ambayo sisi na kwa sasa ina manufaa yoyote. Kwa sababu tunaumia kwa kilimo mashamba, madawa. Yaani, tusimamisha na kwenye basikeli, si kwenye gari. Kwenye baisikeli. Anadai kwa kwamba inatakiwa ushuru, hata ukibeba kwenye basikeli inatakiwa ushuru, hata ilikiwa debi moja hata debi mbili. Inatakiwa ulipie ushuru kama wagunia. Shilingi elfu mbili na mia tano. Sasa serikali ilitueleza kwamba tutapitisha bure, kwa hiyo ndo utaratibu kwa kwamba, ile bure ndo imekuwa imezaa hela kielezea juu ya mradi huo mkurugenzi wa mradi wa mashine ya kukoboa mpunga Ifakala Carlos Mhuga amesema kuwa mradi huo umelenga kuwasaidia wakulima wadogo wadogo wanaozunguka bonde la Kilombelo na maeneo jirani sambamba na kuwatafutia masoko hadi nje ya nchi ambapo mashine hiyo ina uwezo kukobo wa kukoboa kiasi cha tani saba za mpunga kwa saa moja, huku mwenyekiti wa wafanyabiashara wa viwanda wilayani kilombelo Samson Mgwila sema kuwa sababu kubwa iliosababisha kupanda kwa ushuru ni kutokana na kuzaliwa kwa halmashauri ya mamlaka mji mdogo wa Ifakara kutoka halmashauri mama ya Kilombero. Uh, tunaweza kukoboa tani sabini na tuna dryer. Sisi hatuaniki nje kwa sababu space ni tatizo, kwa hiyo kuna mashine ya ku dry inaweza ku dry tani saba kwa masaa sita. Lakini baada ya maendeleo na nchi kukua, taratibu zikawa zinataka sasa mji wa Ifakara kuwa mji kamili. Sasa kwa bahati nzuri, wameshapata halmashauri yao ya mji. Sasa kilichotokea hapa ni kwamba halmashauri mama, kwa maana ya halmashauri ya wilaya ya Kilombero, bado inahitaji kukusanya mapato kama eneo lote lilikuwa moja kama zamani. Kumbe saizi yale maeneo yamegawanyika, lakini pamoja na hayo, kuna ajira ambazo zimekuwa ziki vikifanyika tangu mradi ulipoanzishwa na mpaka mradi unapoendelea, wananchi watafaidika wata kwa njia moja au nyingine. ni kiripoti kutoka Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10.